Kipindi cha kampeni hivi sheria zinakwenda likizo? Uvunjifu wa sheria utakaotokea kipindi cha kampeni sio uvunjifu wa sheria kwa sababu tu unafanywa na wanasiasa kipindi cha kampeni, siyasa, siyasa? Kwa hiyo wewe mwanasiasa, unapovaa viatu vya siasa usitegemee kwamba utavunja sheria alafu watu watakuacha kwa sababu wewe ni mwanasiasa. Hapana. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna mengi tutayasikia. Moja, tunahamasisha watu kushiriki uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ni zoezi la kikatiba, zoezi la kisheria, ni zoezi la kidemokrasia, na kupitia uchaguzi ndipo tunatoa ridhaa kwa chama kilichoshinda kuweza kuunda serikali. Hatuna njia nyingine ya kuunda serikali isipokuwa uchaguzi. Lakini katika kipindi hiki cha kampeni, mimi nimekuwa nikijiuliza swali kwamba kipindi cha kampeni hivi sheria zinakwenda likizo? Kwa sababu tunataka kuaminishwa kwamba uvunjifu wa sheria utakaotokea kipindi cha kampeni sio uvunjifu wa sheria kwa sababu tu unafanywa na wanasiasa kipindi cha kampeni. Kwa uelewa wangu mdogo wa sheria, tunasema kipindi cha kampeni sheria haziendi likizo, sheria zipo zinafanya kazi, wanasheria wapo wanafanya kazi Mahakama zipo zinafanya kazi, na nikimwangalia Silvesta pale DPP najua yupo na anafanya kazi na atafanya kazi kweli kweli. Na Dr. Posi amesema hapa na yeye analiweka jeshi lake vizuri ili zie rafsha rafsha kabla na baada uchaguzi, ya uchaguzi aweze kukabiliana nazo. Kama wanasheria tuwaelimishe wanasiasa kwamba kipindi cha kampeni iza za uchaguzi sheria za nchi haziendi likizo. Wewe siyasa, siyasa. Kwa hiyo wewe mwanasiasa unapovaa viatu vya siasa usitegemee kwamba utavunja sheria alafu watu watakuacha kwa sababu wewe ni mwanasiasa hapana. Ibara ya kumi na tatu, ibara ndogo ya kwanza ya katiba yetu inaongelea usawa mbele ya sheria, kwamba yeyote atakayevunja sheria achukuliwe mwalifu kama mwalifu. Minetomiokeo ringio ni kanti manager wa vigodi ya Barik ambayo inaendeshwa ubia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inasimamia migodi mitatu ambayo ni mine godmin Gold Mine na Kaswaji, migodi hii ingiobia na serikali mwaka elfu mbili kaungu waubia unaitwa Twiga Minerals Corporation. Tangu kipindi kile tumekuwa tunashirikiana sana na serikali kwa namna mbalimbali, kuna upande wa ushauri serikali na mshauri na tumefanya nao kazi kwa juhudi, tumejitahidi sana na tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye uwekezaji wetu. ukaingelea tangu migodi imeanza, asilimia tisini na sita sasa hivi ya wafanyakazi ni watanzania muda yote inaongozwa na Watanzania, sehemu kubwa ya sini ya manajmenti Tanzania Watanzania. Vilevile manunuzi ya ndani yameongezeka kwa kiasi kikubwa, sasa hivi zaidi ya asilimia themanini na sita ya manunuzi yetu tunafanya makampuni ambao yako Tanzania. Vile kwenye ulipaji wa kodi tumekuwa vinara kwa miaka miwili mfululizo, tumetambuliwa hata na TRA kwa kwamba ni katika makampuni kubwa

kwa sababu inasimamia rasilimali za nchi, ni bodi e, ambayo umeleza ni sehemu inandekewa na serikali, lakini kwa kikatiba madini ni mali ya serikali. Ko tumekuwa nao kwa karibu sana kwenye kutatua matatizo mbalimbali mashauri mbolo, mbolo, mbuchi na migogoro ya wananchi naani sasa migodi yetu tumekuwa na mali sana n ekaa kimya tunafanya uzalishaji, tumeleta manufaa kwa wananchi. Sisi kama ale tufurahi sana kwa walipo kujisikia na kusapoti kwamba hili tukio litokee kwa sababu tunaamini kabisa tasnia ya sheria ni ya msingi pale ambapo tunaangalia kwamba tuna hiyo vision ya miaka mwaka elfu mbili na hamsini na hili ile vision itokee ambayo imebezi zaidi kwenye masuala ya kiuchumi biashara, na viwanda no. Sisi kama ambao tuko kwenye sekta za biashara na viwanda tumeuiwa vya kujitoa Tumejadili bungeni changamoto ambazo tunakutana nazo kama taifa, pale ambapo tunatakiwa kusimamia mashauri ya madai na mashauri ya usuluhishi ndani na nje ya nchi. Ziko nyakati ambapo tumekuwa tunapoteza na tunapoteza kwa hasara kubwa ya taifa kifedha lakini pia rasilimali zingine, na wakati wote sisi kama bunge kanda, kama kamati, lakini pia kama bunge tuna tuna tumeweka matumaini makubwa sana kwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali tukiamini kwamba ina mchango mkubwa sana wa kuokoa rasilimali za watanzania uh, katika wakati napitisha bageti uh, Dkt. Liposi Solicitor General, unakumbuka moja katika maeneo ambayo tulipigia kelele sana ni hili swala la kuwajengea uwezo mawakili wa serikali ili kuweza kusimamia mashauri ya madai na mashauri ya usuluhishi ndani